Vyakula vitatu muhimu kwa wanawake wanaotafuta ujauzito. Aina ya kwanza ni mayai. Mayai yana protini, yana choline, na vitamini 12 ambavyo husaidia sana katika ukuaji wa mayai, hivyo hurahisisha katika suala zima la kupata ujauzito. Hakikisha unatumia mayai kwa wingi. Na aina ya pili ni samaki wenye mafuta, samaki kama vile salmon na sato. Samaki hawa wana omega 3 ambavyo husaidia sana kusawazisha homoni, lakini pia kuboresha upevushaji wa mayai, hivyo kurahisisha swala zima la kupata ujauzito. Na aina ya tatu ni mboga za majani kama mchicha, matembere na spinachi. Aina hizi za mboga za majani zina folic acid. Folic acid ni muhimu sana kwa wanawake wanaotafuta ujauzito, lakini pia hata kwa wanawake ambao wana ujauzito hivyo ni muhimu sana kutumia mboga za majani zingatia aina kuu hizi za vyakula ambavyo nimeelezea na utaweza kupata ujauzito kwa haraka sana ikiwa una changamoto zingine za mfumo wa uzazi kama PID fanga sugu vimbe kwenye kizazi hormone imbalance unaweza kuchukua namba kwenye profile tukawasiliana kwa ushauri na msaada usisahau kureiki na kushare